Sunscreen imekuwa trend kila mahali, na hizi ndio sababu kubwa. Alafu kuna watu wakipaka sunscreen ikimwachia ule weupe au white cast, anasema hii sunscreen ni mbaya. Ukimuuliza sababu hajui, yeye anasema tu ni mbaya, sababu kwa sababu tu imeniachia white cast. Unajua kwa nini sunscreen inakuachia white cast? Na ingine ukipaka sunscreen ambayo haikuachii white cast ndio sunscreen ambayo, ambayo inakwenda kuharibu ngozi yako. Eh, napaka tu sunscreen, sipaki mafuta, sipaki serum, sipaki chochote kwenye ngozi yangu zaidi ya sunscreen. Na hii ni kwa sababu ya kutokuwa na information sahihi kuhusu matumizi ya sunscreen, kuhusu aina ya sunscreen na kuhusu maana ya sunscreen. So leo niko hapa kukuelekeza maana halisi ya sunscreen kwa nini upake, na aina gani ya sunscreen unatakiwa utumie kutokana na ngozi yako, kutokana na mahitaji yako, na kutokana na jinsi hiyo sunscreen inavyofanya kazi. What's up guys? Karibuni tena kwenye channel yangu. Mimi naitwa Dija na huwa natoa elimu mbalimbali kuhusu urembo hapa YouTube. So kama ni mpenzi wa urembo, makeup, nywele, ngozi na vitu kama hivyo hakikisha unabonyeza subscribe button hapo chini ili uweze kuwa karibu na elimu mbalimbali ninazotoa hapa mara kwa mara. So wapenzi, leo tuongelee sunscreens. Sunscreen ni kitu ambacho ni lazima tupake kama ambavyo siku hizi imekuwa ni a very, very big trend. Na imetrend kwa sababu matatizo ya ngozi ambayo yanasababishwa na mionzi ya jua yamekuwa ni mengi sana, na hivyo tumeshauriwa sana sana sana, sana tuye tunatumia sunscreen kwenye ngozi zetu. Wapenzi sisi wa Afrika bana, saa nyingine tukipaka sunscreen ghafla, mtu unabadilika, unakuwa ghost au clown, unashangaa ngozi imekuwa nyeupe kama hii nguo yangu hapa niliyovaa guys. Na watu wengi huwa hatujui sababu ni nini mpaka ukipaka sunscreen. Kuna sunscreen ambayo ukipaka inakuachia weupe na kuna sunscreen nyingine ukipaka haikuachi weupe, na watu wengi huwa tunafikiri kwamba eti mtu akipaka sunscreen na muachia weupe basi ni mbaya au mtu akipaka sunscreen ambayo haimwachii weupe ndio nzuri. Hii ni misinformation na watu kukosa ujuzi au uelewa kuhusu swala zima la sunscreen. Kwa hiyo sunscreen ikiwa inaacha weupe haimaanishi kwamba ni mbaya. Yaani sunscreen ikiwa na white cast haimaanishi kwamba hii sunscreen ni mbaya. Ziko kampuni nyingi sana za sunscreen na sunscreen, wapenzi, inatakiwa iendane na aina ya ngozi yako na mahitaji ya ngozi yako. Tuchukulie mfano mdogo tu. Watoto ambao wanakuwa wana shida za ngozi Huwa wanapewa sunscreen. Au watoto wengine ambao hawana shida za ngozi lakini ngozi zao hazina melanin ya kutosha, kwa mfano albino, ngozi zao ni sensitive. Hauwezi ukampa mtoto sunscreen ambayo inafanana na mtu mzima ambaye ana tatizo sawa la ngozi na yule mtoto. Kwa hiyo sunscreen zimetengenezwa kwa aina nyingi sana. Watu wengi tumekuwa na hii notion kwamba eti mtu ukipaka sunscreen alafu ikakuachia white cast, basi hii sunscreen naachana nayo, jamani, hii sunscreen ni mbaya, mi hainifai Well, cha kwanza kabisa sunscreen inayoacha white cast haimaanishi kwamba hiyo sunscreen ni mbaya, ni kwamba hiyo sunscreen ni aina ya sunscreen inayoitwa mineral sunscreen, na mineral sunscreen zina tofauti kubwa sana na chemical sunscreen kuanzia kuonekana yaani, hivyo ambavyo inaacha white cast, na chemical sunscreen nyingi haziachi white cast, na pia jinsi ambavyo inafanya kazi, na pia ni aina gani ya ngozi ambayo anatakiwa apake hiyo sunscreen ambayo inaacha white cast, na ni aina gani ya ngozi ambayo hatakiwi kupaka hiyo sunscreen ambayo inaacha white cast. So, mineral sunscreen wapenzi, zinavyofanya kazi mpaka unaona sasa, ukipaka, mbona hii nyeupe nyeupe inabaki hapa kwenye ngozi? Ni kwamba zenyewe zinafanya kazi kama kioo, yaani ukiipaka hizo mineral zake ambayo sana sana ni titanium dioxide na zinc oxide huwa zinabaki hapo juu, haziingii ndani ya ngozi na zinafanya kama ku reflect ile mionzi ya jua na kuirudisha isiwe na madhara yoyote kwenye ngozi yako, tofauti na chemical sunscreen wapenzi. Chemical sunscreen zenyewe hizo ambazo ukipaka unaona hamna white cast yoyote hapo juu hizi zenyewe zinapofanya kazi zinakuwa zinachanganyika kwenye ngozi, yaani ukipaka inachanganyika kwenye ngozi na hivyo inasababisha usipate hiyo white cast ambayo unaiona. Lakini sasa, hizi chemical sunscreen wapenzi, ambazo haziachi hiyo white cast, zinakuwa zinafanya kazi taratibu tofauti na zile mineral sunscreen ambazo zinaacha white cast. So nani apake, nani apake Sunscreen inayoacha white cast na nani asipake sunscreen inayoacha white cast. Leo nitawaelekeza vizuri kabisa, usikute ndo maana wewe ngozi yako inakuwa mbaya bila kujua sunscreen yako ndio tatizo. Kama unajijua wewe una sensitive skin, wapenzi, ngozi yako inahitaji mineral sunscreen yani hiyo sunscreen hiyo ambayo inaacha hiyo white cast juu ya ngozi yako ndo ambayo unatakiwa kuitumia, ndo ambayo ni recommended. Na hii ni kwa sababu yenyewe inavofanya kazi wapenzi, nimewaambia inafanya kazi kama kioo. ni kama unapaka liganda la kitu wapo juu alafu linakuwa lina reflect ile mionzi ya jua, lakini haiingii ndani ya ngozi wala haibadilishi composition ya ngozi yako, hivyo inakuwa ni rahisi kutumia na ni nzuri kwa ngozi ambazo ni sensitive lakini, unakuta mtu ana ngozi sensitive na yeye anataka kwenda na trend eti, mimi nataka na mimi sunscreen ambayo haiachi weupe. My dear. Sunscreen ambayo haiachi weupe ni chemical sunscreen. Na kwa ngozi yako yowe ya hiyo ambayo ni sensitive ambayo hata ukipaka poda inakuwa kesho subuhi unaamka utafikiri ni nini? Please por favor. Usije ukajaribu kutumia mineral sunscreen, unless umefanya patch test. Kwa jinsi hizi chemical sunscreen zinavyofanya kazi, wapenzi, ni kwamba zinatumia UV filters ambazo zinaingia kwenye ngozi yako na zinachukua mionzi ya jua au hizo UV rays na kuibadilisha kuwa kitu kingine ambacho hakiharibu ngozi yako, so la, yani, ni kama sponji, chukua sponge la maji, ile inavyonyonya, ndo jinsi ambavyo UV hizi UV filters au chemical sunscreen zinafanya kazi tofauti na mineral sunscreen hizo ambazo zinaacha white cast. Zenyewe ukipaka vile, ule weupe unapobaki, ndo hapo hapo inaanza kufanya kazi kama ki, oh. Tofauti na chemical sunscreen ambazo zenyewe ukipaka inabidi ngozi yako i -absorb, ili ianze kufanya kazi. Kwa hiyo hata wakati unapaka sunscreen wapenzi, chemical sunscreen, au hizo sunscreen ambazo haziachi white cast, zinatakiwa zichukue muda ku fanya kazi kwenye ngozi yako. Sana sana kuanzia dakika 20 mpaka dakika 30 kutokana na aina ya UV filter ambayo imetumika kwenye hiyo sunscreen sunscreen. Kwa hiyo chemical sunscreen unaweza ukapaka tu alafu hapo hapo ikaanza kufanya kazi. Tofauti na mineral sunscreen ambazo zinaacha weupe, zenyewe ukipaka hapo hapo inaanza kufanya kazi wapenzi. So unachaguaje aina ya sunscreen ya kutumia wapenzi? Hili ni swali ambalo watu wengi huwa tunajiuliza sana. So kama nilivyowaambia, cha kwanza cha kuzingatia ni aina yako ya ngozi. Yaani wewe hautaki kuangalia kama sunscreen inaacha white cast au haiachi white cast. Cha kwanza angalia kwanza aina yako ya ngozi. Kama una ngozi ambayo ni sensitive, ni vizuri ukatumia hizo sunscreen ambazo zinaacha white cast au kwa majina mengine zinaitwa mineral sunscreen, au physical sunscreen. Hii inakuwa ni nzuri zaidi kwa ngozi yako kwa sababu inafanya kazi kama kioo na huwa haibadilishi composition ya ngozi yako. Kwa hiyo kama ni mtoto, kama ni albino, kama ni mtu ambaye una ngozi sensitive, lazima utumie hizo mineral sunscreen. Na kitu cha pili wapenzi cha kuzingatia ni kama haupendi sunscreen ambayo inaacha white cast. So hapa tunaongelea muonekano maana kuacha white cast kama nilivyoambia sio tatizo kabisa shida ni kwenye mwonekano ataki mtu akuangalia hivi anaona eh, baba mbona umekuwa kama vile unataka kwenda kuigiza kwenye muvi za isuka eh? okay kwa hiyo hiyo kama ni kitu ambacho kinakukera, hivyo sunscreen ambavyo inaacha white cast usoni, wapenzi, ni vizuri ukichagua sunscreen ambayo ni chemical sunscreen. Na hizi chemical sunscreen wapenzi, huwa mara nyingi kwenye box lake au kwenye description yake zimeandikwa no white cast au zimeandikwa invisible finish. Mara nyingi zikiandikwa hivyo, huwa zinamaanisha ni kwamba ukipaka inakuwa haina haina white cast yoyote. Na pia option nyingine ni kuenda kwa sunscreen ambazo ni zenyewe zinakuwa hazina white cast, hata ukizishika tu, inakuwa ni aina ya sunscreen ambayo haina white cast. Kwa hiyo kama upendi ule mwonekano cast kwenye ngozi yako, basi unaweza kutumia option kama hii. Na pia kitu cha tatu wapenzi, kama sunscreen yako ni unaipenda, umeizoea, lakini ina hiyo tabia ya kuacha white cast basi kwa ushauri, unatakiwa upake taratibu taratibu. Hakikisha wakati unapaka sunscreen yako unapaka taratibu taratibu, yani unachukua kiasi kidogo, unapaka, unachukua tena kiasi kidogo, unapaka, unachukua tena kiasi kidogo, unapaka. Hivyo itakuwa inakusaidia kwa accumulate sunscreen kidogo kidogo, na sio unachukua ile li sunscreen lingi alafu unalijaza usoni, unategemea hiyo white cast ikae na isiishe. Kitu kingine cha kuzingatia wapenzi, ni kwamba ili sunscreen yako iwe na mwonekano mzuri, iwe na smooth finish, lazima ngozi yako iwe moisturized. Yani, unajua, kuna wale watu wanasemaga, mimi. Ukimuuliza, unapaka nini usoni, anasema mimi napaka sunscreen tu. Unapaka sunscreen? Eh, napaka tu sunscreen, sipaki sina, sipaki mafuta, sipaki serum, sipaki chochote kwenye ngozi yangu zaidi ya sunscreen. Kwa hiyo unaosha uso na kupaka eh, napaka tu sunscreen Afu anajiona mjanja yani umwambi kitu bro, oh, bro. Tena usirudia kusemea kauli mbele ya watu, Por favor. Okay, ukiwa unataka ngozi yako iwe na smooth finish, sunscreen yako hiyo ina white cast, sunscreen yako hiyo haina white cast, lazima utangulize moisturizer kwenye ngozi yako ngozi yako lazima inahitaji vitu vingine, ngozi yako haihitaji sunscreen tu okay? Ngozi yako inahitaji kuwa moisturized, ili sunscreen iweze kufanya kazi vizuri na iweze kuwa na mwonekano mzuri. Kwa hiyo sitaki usikie tena mtu anasema oh, mimi jamani, kwenye ngozi yangu napaka tu sunscreen. Yaani, kipodozi chake ni sunscreen. Okay? So hiyo ndio njia ya kufanya wapenzi, kama anahitaji sunscreen yako iwe na mwonekano mzuri Asanteni sana kwa kuangalia video hii wapenzi, tukutane kwenye video zijazo. mwa mwa.